Yale uliyoyafanya katika umri wako, ni mangapi utafanya? Itakuwa mageni mangapi? Itakuwa mageni? Kila aina ya maasi yameshafanyika. Kama dhulma, wamepita miamba ya dhulma, leo wako wapi? Kama ni uzinifu, wangapi wamepita kwa uzinifu? Hakuna hata mmoja anapewa satifiketi ya uzinifu. Kama unywaji wa pombe, ushakunywa sana lakini leo faida yake iko wapi? kama ni kusengenya umesengenya sana. Yote madhambi haya yachukue yawekwe dasbini katika dampo, kwamba wewe tena umezaliwa upya. Rejea kwa Allah kwa fursa aliokuwa amekupa waja wema, angalia walivyokuwa wanambembeleza mola wao. Mmoja katika watu ambaye alikithirisha kufanya maasi, lakini ilipofika mahala akasema sasa narejea kwa mola wangu, alitamka maneno haya allahumma inna adhamu dhunubi kathratan, ewe mola wangu, hakika madhambi yangu ni makubwa, we unayajua, makubwa sana, lakini si makubwa tu, bali ni mengi, makubwa mazito na ni mengi. Falakad alimtu bianna afwaka adham, lakini nimejua mola wangu, msamaha wako wewe ni mkubwa kushinda yale madhambi yangu pamoja na madhambi yangu makubwa na ni mengi, lakini wallahi, msamaha wako wewe mola wangu ni mkubwa sana kushinda yale makosa yangu inkana dha ya rujuka illa muhsin, ikiwa wale ambao wenye kutarajia wewe ni waja waliokuwa wema, waja wako wema ndio ambao wenye kutarajia kwako wewe. fabiman yaludhu wayastajiru lmujrim, mtu mwovu mtu mbaya, mtu dhalimu, aende kwa nani? Na wewe ndio mola wetu. Aende akamlilie nani? Na wewe ndio mola. Aduuka rabbi kama amarta tadarruan, na kuomba mola wangu kwa unyenyekevu mkubwa, kama vile ambavyo wewe umetaka sisi turejee kwako. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, tumerejea kwako Aduka kama amarta tadaruan faidha radadta yadi faman dha yarham, toba yangu ukiikataa, mikono yangu kirejesha, usikubali toba yangu mola wangu, niende kwa nani akanipe msamaha, na wewe ndio mola wetu.